Kristo. Nasema mimi ni Apostle Jean de Baptiste Paluku Moloveria ama Jean Baptiste Paluku Moloveria na mke wangu ni Janete Masika. Ninao point tatu ambalo limewekwa kwenye moyo wangu kupitia Roho Mtakatifu ili kwamba nipate kulishare. Huenda linaweza likakusaidia katika nafasi hii ama ile ama kwa namna hii ama nyingine. Hili haya maneno matatu ambayo yanapaswa kudhibitiwa ama kuwa aa, ya muhimu katika maisha yako ama maisha yangu mimi na wewe. Nimekuja kugundua kwamba katika maisha ya Ukristo ama maisha ya kiroho tunayo mambo matatu ambayo tunahitaji kuzingatia kila siku. Nitaomba Baba sante kwa sababu umenipa nafasi ya kuweza kuzungumza haya maneno, kwa jina la Yesu Kristo, amen. Usiache kama haujamaliza. Kuna njia mbalimbali za kutimiza mambo haya matatu. Kuna mambo matatu ambayo ninataka tuzungumuze hapa. Kuna mapendekezo ambao niko nayo. Kuna mambo matatu ambao tunaweza kutimiza kila siku. Jambo la kwanza ni kuhusu huruma na wema. Jambo la pili ni kuhusu shukurani na ufahamu. Jambo la tatu ni kuhusu hekima na ukuaji. Kwa njia nyingine ama ya Kiingereza nasema, practice compassion and kindness, cultivate gratitude and mindfulness mindful, and and and seek wisdom and grow through study and reflection. So haya maneno matatu ni maneno makubwa zaidi mno ambao wa tunaweza kujifunza na mi naamini ya kwamba Mungu atakusaidia. Bwana sifiwe. Kuna mtu ananiuliza seme. Sasa mbona hauseme kwa French? Ndio. mimi nasema kuna vitu kuna mambo tatu ambayo tunapaswa kuweza kujifunza uh, siku zote ama tunapaswa kutenda. Yaani kuna mambo tatu ambayo tunapaswa kutenda siku zote kwa kuweza kuhakikisha kwamba tunaisaidia community na pia tunakomaa katika maisha yetu ya Ukristo. Jambo la kwanza, mimi nasema ni concerna la compassion et la gentillesse la et la la gratitude et la pleine conscience, la sagesse et la croissance. Njo vitu tatu, ni vitu vya muhimu sana sana sana sana. Kama uko mtu ambao unataka kusaidia community, ama unapaswa kuishi, unapaswa kuishi ndani ya kuonesha huruma, huruma na wema kama unataka kuonyesha huruma na wema, anza na vitu vidogo vidogo, anza na vitendo vidogo vya ukarimu kila siku. Kila siku fanya. Chagua ta kitu mwaseme asubuhi, nitaenda kupatia watu kitu fulani. Na ama watu fulani nitaenda kuona watu fulani, nitasaidia mtu fulani nitampatia. Anza tu, na vitendo vidogo tu, mtu mmoja aseme asante kwa kitu kidogo umetenda, ukiwa Mkristo kwa sababu Yesu hakukaa kimya. Yesu alitembea akisaidia watu, na ndio maisha ya Kikristo. anja na vitendo vidogo vidogo kila siku. Jambo la kufata, jiunge na kikundi cha kujitolea katika jamii yako, na weka lengo la kufanya tendo moja la wema kila siku. Kwa jambo, kwa, kwa, kwa tenda jambo moja kila siku tu kwa utukufu wa jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Alafu kuhusu shukurani pamoja na ukarimu Tengeneza jarida la shukurani ambayo ambapo unaandika vitu vitatu unavyoshukuru kila jioni, kwa na jambo fulani ambayo unaweka ndani, nasema nitakuwa nashukuru Mungu kwa vitu vitatu tu. Bwana asifiwe. Fanya mazoezi kama. Kuhusu hekima, narudilia tena kuhusu hekima pamoja na, na ukuaji ama kukomaa. Panga muda wa kusoma maandiko matakatifu au vitabu vya kiroho kila siku, utapata hekima. Jiunge na kikundi cha masomo ya Biblia au mafundisho ya imani, utaweza kupata hekima. Tafuta mshauri wa kiroho au mchungaji ambaye anaweza kukuongoza hapa utapata hekima na utakomaa, lakini leo watu hawapendi mambo kama na haya. Njia bora ni ile unayolingana inayolingana na hali yako ya maisha na inayoweza kuku, kukudumisha kudumishwa kwa muda mrefu. Unaweza kuanza hatua kidogo kisha upanue mazoezi yako taratibu kadiri unavyoendelea kukua kiroho. Haiko mpaka uombe saa kumi, saa tano, saa sita. Kama ni kutenda matendo, sio matendo mingi. Unaweza kuwa nauza ata mabombo, unauza mabombo, unaenda nayo kanisani, unagawanyia watoto, unawapatia bombo kila wakati, unawagawanyia banashukuru na wakati mwingine unakuja na mabiskwi unabagawanyia, unabagawanyia, unabagawanyia apre quelque temps batanja ba, ba kuona kwamba umutu ni mtu akonafanya ba ba, na bashukuru na watu ambao wanakushukuru. Bwana sifiwe. Na wakati mwingine unapokuwa, kwanza, kuhusu hili jambo ambao nasema hapa, kuonesha huruma, kama mtu anakukosea, kuwa mwepesi kumwambia no problem. Bwana sifiwe. Mtu ana deni yako, ndugu, usijisumbue, hakuna shida. Bwana sifiu mtu anakufanya tena no, hakuna shida usiogope na yaani, hiyo kuonesha wema wema wako. Kuhusu uh, uh, shukurani, kuwa mtu ambao unashukuru. Shukuru Mungu, shukuru watu, kazi kidogo shukuru tu, mtoto, watoto wanafanya kitu shukuru. Kuwa na shukurani, onesha vitendo vya shukurani, panga muda wakati fulani wa kushukuru, sema hii muda ni wakati wa kushukuru. Na kuna wakati mwingine unaweza kualika watu na waita, sema leo iko siku ya Thanksgiving katika maisha yangu, haiko mpaka ikwe journee ya Thanksgiving yenye iko nasionali, lakini unaweza kufanya journee ya Thanksgiving yako mwenyewe.